Habari, karibu tena kwenye chaneli yetu, na kama ni mara ya kwanza, tafadhali subscribe, kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini vile vile usisahau kubonyeza kikengele ili usipitwe na video yetu yoyote, kila tunapoenda kuposti video mpya. Kumbuka tu, tunaposti video mpya mara mbili mpaka tatu kwa wiki. Kwa hiyo kubonyeza kikengele ni sehemu muhimu sana, sana, sana. Na leo tunaenda kuonyesha jinsi ya kupika mkate mtamu sana rahisi, mkate wa ndizi. Mapishi ni rahisi sana, tafadhali ungana nasi mwanzo mpaka mwisho Utahitaji ndizi tatu saizi kubwa au saizi ndogo za saizi ya kati zilizoiva vizuri, kisha utazimenya na kuziweka katika chombo chako, na kisha baada ya hapo utachukua uma utaanza kuziponda ponda ponda kwa hiyo utaziponda, kama unavyoona, utaziponda vizuri kabisa mpaka uhakikishe zimelainika kabisa, kabisa. Nikukumbushe tu kama umekisha kusubscribe, tafadhali usisahau kubonyeza kikengele ili uweze kuwa notified kila tunapoposti video mpya, lakini vile vile unaweza kutembelea katika channel page zetu za Facebook na Instagram, tunapatikana kwa jina la BelsFarm Kitchen. Utaziponda mpaka uone zimelainika kabisa, kama unavyoona hivyo, zinakuwa kama zina maji maji na kisha utaongeza amira kijiko kimoja cha chakula na utakichanganya vizuri. Uhakikishe amira yako imechanganyika vizuri kabisa. Um, kisha baada ya hapo saongeza maziwa. Hapa jumla ya maziwa niliyotumia kwenye mkate mzima ni meals mia na hamsini. Haya ni maziwa ya vuguvugu nimeweka kwa kiasi kidogo kidogo, kwa sababu unga unatofautiana katika kupokea maziwa. Kwa hiyo kwenye zile meals mia na hamsini nimetanguliza kwanza meals hamsini nikazichanganya na kisha nikaongeza mafuta ya kupikia vijiko viwili vya chakula. Na vyote nitavichanganya kwa pamoja kama unavyoona. Nitachukua chekecheke langu nitatia unga wa ngano hapa nimetumia meals mia um, grams mia tano sasa na nusu kilo. Utachekecha unga wako kwa kisha kuruhusu hewa kuweza kuingia na kisha utaongeza chumvi kijiko kimoja cha chai na baking powder nusu kijiko cha chakula, utavichanganya vyote kwa pamoja kama unavyoona utachanganya. Hakikisha mchanganyiko wako umechanganyika vizuri, na kisha panaenda kuongeza zile mls 100 za maziwa zilizokuwa zimebaki, jumla zinakuwa mls 150. Na kisha nitaongeza vanila vijiko viwili vya chai kijiko kimoja sasa sawa na hicho kifuniko kimoja, kwa hiyo nimeweka vifuniko viwili sasa sawa na vijiko viwili vya chai, na kisha nitavichanganya vyote kwa pamoja katika unga wangu. Utachanganya unga wako kupata donge, na unga hapo unatofautiana, kuna mwingine unapokea maji haraka na mwingine unachelewa, lakini vilevile nategemea na ukubwa wa ndizi yako na ziliva kwa kiasi gani, vinaongeza kiwango cha majimaji -maji katika unga. Kisha baada ya hapo nikiona mchanganyiko wangu umechanganyika vizuri, sioni tena unga mkavu, nitaongeza mafuta ya kupikia vijiko viwili ili kusaidia kuwachamanisha katika chombo changu. Kwa hiyo nitachanganya, nisema ni mapishi marahisi sana, hauhitaji kukanda hapa. Tunageuza tu kwa kutumia kijiko. Unaweza kutumia kijiko, unaweza kutumia uma, lakini vilevile unaweza kutumia hata mwiko. Hapo utageuza uhakikishe kote kumekolea mafuta. Utasawazisha donge lako vizuri, na kisha utaenda kulifunika kuruhusu liumuke ndani ya dakika 45 mpaka 60. Donge lako litakuwa limeumuka vizuri, au unaweza kulifunika mpaka ukaona limeumuka mara mbili yake. Baada ya hapo, nadhani unaweza kaona mchanganyiko um, wetu, donge letu limeshaumuka, ndio maana unaweza kama vitubotobo, kisha utatumia mwiko kwa sababu una, unaona una natanata, una, una kwa hiyo unaweza ukatumia mwiko, ukatumia kijiko chako kile kilichokuwa unatumia ukaachanisha kutoka katika bakuli lako. Hapo unajaribu kutoa hewa ambayo ilikuwa imejikusanya wakati wa kuumuka. Kisha baada ya hapo utachukua kibao chako cha kufanyia kazi, utakitia unga kama unavyoona, na kisha utahamisha donge letu kuja juu ya kibao, na kwa sababu donge letu limekuwa laini sana, tutaongeza na unga mwingine kwa juu. Kwa hiyo kama donge lako ni likavu, huna haja kuweka unga kwa juu. Na kisha baada ya hapo utasokota mpaka uhakikishe limekuwa kavu, ila sio kavu sana kama la chapati, ila lina ukavu kiasi fulani, lakini kwa ndani bado kuna ule uteketeki. Utakata katika vipisi vidogo vidogo vya saizi ambazo unapendelea wewe. Kwa hiyo utavikata vipisi vidogo vidogo na kisha utaenda kuvisokota. Nadhani tunaona, unaona nikikata bado kisu kina nata unga. Kwa hiyo unga wangu ndani haujakauka vizuri, ni kwa nje tu. Kisha baada ya hapo utasokota vidonge vyako kama unavyoona, na utaweka katika chombo chako cha kubekia. Kwa hiyo utaweka kwa design kama hiyo, kisha utafunika. Ndani ya dakika 30 tu unga wako utakuwa umepumua vizuri na umeongezeka. Utachukua uma, utaweka unga kidogo katika chekecheke lako na kisha utachekecha juu ya uma ili kuipa urembo. Unaweza kutumia uma, unaweza kutumia chochote. Utaoka kwa nyuzi joto mia na hamsini za centigrade au 350 za Fahrenheit kwa dakika kumi na tano tu mpaka ishirini Mkate wako utakuwa umeiva vizuri. Tafadhali usahau kusubscribe, ni muhimu sana, ni support yenu kubwa sana sana, sana, sana. Na vilevile unaweza kashare vile na ndugu jamaa na marafiki. Ukiangalia, mkate wetu umeiva vizuri, ni mkate mwepesi sana kuupika, ni mtamu, una ladha nzuri nzuri sana. Hauhitaji sukari. Tafadhali usiache kuangalia na video zetu nyingine zinazopita mbele ya screen yako.